Dini imeitwa tabia. Kwa nini dini ikaitwa tabia? Yaani dini ni tabia. Kwa nini dini ikaitwa kwamba ni tabia? Kwa sababu tabia ni hai'a murakkaba, ni namna, ni kitu kimezopandamanishwa min ulumin sadiqatin, kutokana na elimu zilizokuwa ni za ukweli wa iradati zakiyatin zakiyatin na matakwa yaliokuwa safi, wa amal dhahira wabatina na matendo ya nje na ndani, muwafaqa t... liladli yenye kuafikiana kwa uadilifu, na kwa maslahi na kwa hikma. Haya matendo na maneno ambayo kwamba yenye ku tabikiana na ukweli.